Karibu katika moyo wa Durban, mahali ambapo historia inazaliwa na ndoto zinatimia. Moses Mabhida Stadium kwa upinde wa ushindi wake, uwanja huu ni alama ya kipekee, sawa na Eiffel Tower ya Paris au Sydney Opera House. Hapa ndipo mahali ambapo miamba ya soka kutoka nchini Tanzania, klabu ya soka ya Simba Dar es Salaam wataposhuka katika mkondo wa pili wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya wenyeji wao Stellaboch. Mchezo wa kwanza ulimalizika viswani Zanzibar na Simba kupata ushindi wa bao moja kwa sufuri. Moses Mabhida ndio dimba ambalo litakwenda kuamua nani atakwenda kutinga katika hatua ya fainali. Uwanja huu una kumbukumbu ya kuchezwa michezo saba ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2010 ikiwemo nusu fainali ya kusisimua zaidi na iliyokuwa na mvuto wa aina yake. Skycar inachukua wageni hadi keleleni kwa upinde wa kifurahia madhari ya kipekee ya jiji na bahari. Vyumba vya kifahari 120, viti 750 vya wageni mashuhuri na madhari ya kuvutia. Moses Madhiba ni mahali pa kipekee. Huu si uwanja tu, ni uzoefu wa kipekee. Moses Madhiba Stadium pale ambapo michezo imekuwa ikiwekwa historia watanzania wanajiuliza watashuhudia klabu ya soka ya simba ikiandika historia ya kutinga katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani afrika dakika 90 katika mchezo ambao utachezwa tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 majawabu yote yatakwenda kupatikana